Sadaka inatoa maelekezo. Ukikubali, Mungu ataelekeza kwamba huyu ni mwanangu, inaomba hichi kifanyike kupitia damu ya Yesu. Sadaka ya damu ya Yesu inatoa maelekezo. Damu yake iliponyunyizwa mara moja, ikamwagika pale Kalvari kwa ajili yetu, inaweza kutoa maelekezo utaikubali ikae ndani yako, inatosha kutoa maelekezo ya, ya magonjwa yaliyo malana kwenye maisha yako na yasiendelee kushika. Biblia inasema hivi: kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee. Kwa hiyo Mungu alianza kujenga madhabahu, alafu akatoa sadaka ya Yesu Kristo. Maelekezo ya damu ya Yesu ni sisi tuweze kuishi kwenye makusudi.